ina swaga so, fulani ya tofauti ambayo ni unique. Kwa hiyo kwa sababu hizo mahakama imesema kwamba rufaa yetu imepita. Hivyo basi, nadhani tutegemee kuona programu yetu ya vitasa ikiendelea, na unajua, mabondia waendelee na kazi, na sisi tutakuwepo kuendelea kusapoti mteja wetu mpaka akubele. Yes.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 ya dhidi ya Bwana Amos kwa sababu of course, ye ni watu wa media, mengi amesemwa, mengi ameongelekwa, sisi tunai classify kama maswala ya defamation, ila ilo subirini kwanza, mtalifahamu baada ya mazungumzo ya kikaa vizuri, tukishajua nitajua. Sasa hivi baada ya kushinda kesi hii, hata aruhusiwa sasa kuendelea nacho?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 tutegemea ubunifu zaidi pia kutoka kwa kwa Azam ili hatimiliki yao endelee kulindwa muda unavyozidi.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 ile iokitoa kipindi ambacho Azam walikuwa hawarushi na mabondia walikuwa aanika na hasara ambayo ilipatikana kwa mabondia kutopata makumbano kutopata pesa na Azam kutoweza kuonyesha kutopata pesa, nini inafanyika? Na wewe nyinyi, kama mteja wenu, na n, na mlinda vipi na nitatoa fidia gani? Na pia kama Mtanzania binafsi, wewe unawapa kauli gani mabondia na Watanzania wenzako kwenye hii ambayo imetokea? Okay, so tunachoweza kusema kwa sasa ambacho tunaomba ni tu tuweze kuweka sehemu tuelewane, kama nilivyojibu mara ya kwanza dhidi ya Amos, hizi lazima kwanza zipite internal discussions, tuangalie je, recovery procedure ambayo tutaamua kuchukua ni kipi. Kwa hiyo haitakuwa proper nikitamkia hapa sasa hivi mbele, ila tu nyekae ni chonjo, mtaona ikitakacho dhidi ila kitu ambacho ni sure by profession, lazima kitafanyika, kwa sababu ya pili imetoka kwa with costs, zile sisi tunaruhusiwa kudai ya kazi ambayo ya imefanyika na kadhalika, basi hiyo lazima tutaipeleka mahakamani, not an issue. Lakini sasa hii private hii, wala Azam ataenda ku lodge kesi wala ataenda kufanya nini na nini vitegemeni, ila subiri, ni kujua zaidi. Acheni kwanza tuyajike kwa kweli, kutokana na judgment ambayo imetoka, Azam wamekuwa declared kwamba hawajainfringe copyright ya mtu, hawajaingilia hati miliki ya mtu yoyote, na kwa sababu hiyo basi wanaweza kuendelea na programu yao. Kwoyo tegemeni vitasa sasa, mengine tumwachie mteja mwenyewe. Yeah, ji atawa surprise na nanilii na event mpya na nanilii nini style mpya atawa surprise na ubunifu mwingine y ah, tutajua hapo mbeleni, ila tegemeeni kwamba mtaanza kuona boxing kama kawaida.